Uh, ujumbe ambao nimeupata baada ya kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais uh, Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba ana, ana makusudi ya kuliweka taifa pamoja. Ana makusudi ya kuponya nchi majeraha ambayo yametokea ndani ya metokea, nani, uh, siku chache ambazo zimetokea hapo. Ana makusudi ya kuendeleza falsafa yake ya R4 na na, na, na na kwa sababu pia ametoa ametoa mwanga, ni ni kwamba haja haja hajatoa hotuba ya vishindo. Mm-hmm, ni ametoa hotuba ambayo yenye yenye kuonyesha kwamba anatambua yaliyotokea, na yeye kama rais, kama mfariji mkuu wa nchi, anapaswa kuongea neno la faraja, na ndio maana kuna mahali alisema anazungumza kama mama. Bila shaka hotuba yake ime, imekuwa na sauti au wito wa maridhiano zaidi. Unadhani nani ana wajibu wa hilo, au niseme anaowalenga ana ni kina nani kama nchi? Unajua, wakati wa kuelekea uchaguzi mkuu kulikuwa kuna kuna mivutano kidogo ya kisiasa ambayo sisi tulikuwa tunaamini kwamba ni, ni inatokana na, na namna ambavyo watu wanatafsiri katiba. Kwa mfano, Rais Samia, kuna watu waliona kwamba katiba iliyopo au mifumo iliyopo ya uchaguzi isingeweza kutoa fursa sawa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo uh, yeye rais Samia akaahidi kwamba ndani ya siku mia moja za kwanza akishaapishwa kuwa rais kwa muhula mwingine, jambo la kwanza kabisa atalolifanya ni ku- ni kuanzisha mchakato wa kupata katiba mpya. Kwa hiyo tunapozungumza suala la kupata katiba mpya, maana yake unazungumza na Watanzania kwa hiyo anapozungumza maridhiano maana yake ni maridhiano na Watanzania kwa sababu uh, yapo, yapo man, ip, ipo upo ukweli kwamba miongoni mwa Watanzania kuna watu wanazungumza kauli tofauti. Ndio maana wakati wa uchaguzi unaelekea kuna watu walikuwa wanasema no no reforms, no election. mm -hmm. Jambo la msingi ambalo hupaswa rais ni, ku, ni kutambua kwamba ambao hawakumchagua na ambao wamemchagua wote ni Watanzania na wanahitaji huduma yake. Ndio uh, uh, lakini pia tumesikia kauli mashirika ya haki nchi za kigeni zikitoa kauli kuhusiana na uchaguzi huu, namna ambavyo kuna vitendo ambavyo havikukubalika, lakini rais anadhamiria kusonga mbele vipi katika hili? Ya kwanza, unajua kuna kitu kimoja ambacho inatakiwa watu wakiangalie, wa wa, ni lazima haya mambo yachunguzwe kwa, kwa kwa kina kidogo. hmm. Ya, haya mambo yaliyotokea hizi vurugu ni lazima zichunguzwe na kama nchi tunahitaji majibu ya kimsingi.